Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Sant Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumanne, juma la nne, kipindi cha Pasaka, mwaka si wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 aya 19 hadi aya 26 na somo la injili linatoka katika kitabu cha mwinjili Yohane sura ya kumi aya ya 22 hadi aya ya 30. Karibu tusikilize injili. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Huko Yerusalemu ilikuwa sikukuu ya kutabaruku, ni wakati wa baridi naye Yesu alikuwa akitembea hekaluni katika ukumbi wa Suleimani. Basi Wayahudi walimzunguka wakamwambia, hata lini utatuhangaisha nafasi zetu? kama wewe ndiwe Kristo utuambie waziwazi. Yesu akawajibu, niliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia, lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja. Neno la Bwana. Sifa kwako, e eh Kristo. Ndugu wapendwa, karibu tusikilize tafakari ya Neno la Mungu, ambapo tupo katika juma la nne la kipindi cha Pasaka. Ndugu wapendwa, katika kipindi hiki cha Pasaka ambacho tumekwisha kianza toka Jumapili ya Pasaka, ambapo tulifurahia na kushangilia utukufu wa Mwenyezi Mungu kuzidhihirisha ukuu wake katika maisha yetu kwa kumfufua mwanaye Yesu Kristo aliyekubali kubeba ubinadamu wetu na kuwa kama sisi tulivyo, lakini yeye hakutenda dhambi na wala hakuwa na matamanio kama ya kwetu ya kutenda dhambi, bali yeye alibaki katika umungu wake. Somo letu la injili ya leo linatufundisha juu ya kuwa kweli wafuasi wa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na kuwa kama kondoo kweli na wapole wale wanaofuata sauti ya Bwana wao katika njia ya kuelekea malishoni, na tukiwa kama hivyo tutajihakikishia kuupata ule uzima aliotuahidia mwana wa Mungu, naye ni Yesu mwenyewe katika ubinadamu wake na katika umungu wake kweli. Kama ilivyo leo injili ya Yohane inatuasa na kutueleza juu ya kumsadiki yeye kuwa mwana wa Mungu, kwa kuambia waziwazi juu ya Mungu wake. Yesu akawajibu, naliwambia lakini ninyi hamsadiki kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia, lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hamumo miongoni mwa kondo wangu. Kondo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Rejea injili ya Yohani Sura ya kumi, aya ishirini na tano, hadi aya ishirini na nane. Hivyo nasi leo tunapaswa sio tu kushika amri za Mungu bali tuwe na utambuzi wa sauti ya Bwana. Rejea maneno ya Mtakatifu Yohane Chrysostom kwamba kama kondoo hawamfuati Yesu Kristo si kwa sababu yeye si mchungaji bali ni kwa sababu wao sio kondoo tuitimishe tafakari yetu ya leo kwa maneno ya Yesu mwenyewe aliposema mimi na Baba tu mmoja. Rejea Injili ya Yohani sura ya kumi aya thelathini. Hii inadhihirisha wazi umasia wa Yesu, ni kauli ya utambulisho wa kimungu na kutuonesha wazi kwamba umungu undani ndani yake. Hii ni aya muhimu sana katika kuhusanisha na mabishano juu ya Utatu Mtakatifu ambayo yalidhihirishwa kwenye mtaguso wa Nisea mwaka 325 BK. Ni mtaguso uliosisitiza tena juu ya umoja wa hali ya kimungu wa Yesu mwenyewe. Hii inatuonesha wazi kwamba Yesu ni Mungu asilimia mia moja na ni mtu kweli kwa asilimia mia moja. Hivyo leo tuombe neema ya kudumu vyema katika kipindi hiki cha Pasaka tukiweka imani na matumaini yetu katika kuonesha matendo yetu yafanane na yale ambayo Kristo anatutaka, tudumu tukifanya mema na mazuri katika maisha yetu ya kila siku. Pia tuombe neema ya Mwenyezi Mungu ya kushinda vishawishi vinavyotusababisha kurudi katika kutenda dhambi.